Mtoto wa aliyewahi kuwa rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe, ambaye wengi humfahamu kama Robert Mugabe Junior, ameweza kufikishwa mahakamani mjini Harare kwa kosa la kukamatwa na madawa ya kulevya aina ya bangi wakati alipokuwa akiendesha gari lake mjini Harare. Wakili wake Ashel Mugia amepinga shtaka hilo akisema kuwa lina uchochezi wa kisiasa ya ndani yake kutokana na uhasama uliokuwepo baina ya baba yake Rais Robert Mugabe na rais wa sasa wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Lakini licha ya hivyo, Mugabe Junior mara kadhaa amekuwa akionekana kwa ukaribu na Rais Emmerson Mnangagwa, jambo ambalo linazua wasiwasi kutokana na dai hilo lililotolewa na wakili wake. Jambo kama hilo viongozi wa kiafrika wamekuwa na nguvu, heshima, lakini pia mara kadhaa wamekuwa wakipewa hadhi kubwa, na mara nyingi familia zao, watoto wao, wake zao, wamekuwa wakihusishwa na vitu mbalimbali. Kesi kama hizo si mara ya kwanza kutokea, nitakukumbusha mwaka elfu mbili na Ndambi Guebuza ambaye ni mtoto wa rais wa zamani wa Msumbiji Armando Guebuza aliweza kufungwa miaka kumi na miwili jela kwa kosa mbalimbali likiwemo kosa la madeni yaliyojificha katika nchi, lakini pia aliweza kuhusishwa na zaidi ya dola bilioni mbili za mikopo ya siri zilizopotea kupitia miradi ya ulinzi pamoja na uvuvi. Mahakama ilithibitisha kuwa alipokea mamilioni ya dola kwa njia ya rushwa. Kesi hii ilitikisa taifa na kuwa mfano nadra wa mtoto wa rais kushughulikiwa na sheria kwa ufisadi mkubwa. Tukio lingine linamhusisha binti wa aliyekuwa rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma, ambaye anajulikana kwa jina la Duduzile Zuma. Duduzile Zuma alikamatwa kwa kosa la kuchochea maandamano makubwa mwaka 2021 iliyotokanwa na baba yake kukamatwa baada ya kushtakiwa kwa kosa la kudharau mahakama. Ghasia hizo zilizotokea nchini Afrika Kusini zilisababisha vifo vya watu 300 na uharibifu mkubwa wa mali. Nchini Gabon, Nurdin Bongo, mtoto wa aliyekuwa rais wa nchi hiyo, Ali Bongo Ondimba, alijikuta gerezani mara baada ya jeshi kutoa uongozi. Nurdin alikamatwa na tuhuma za usaliti wa taifa na kuhusika katika makosa ya kiusalama, ikiwemo madai ya upotoshaji wa uchaguzi. Familia yake baadaye ilidai kuwa alinyanyaswa na kupata mateso akiwa kizuizini, jambo lililoibua wasiwasi kuhusu halali na usalama wa kesi hiyo. Nchini Ecuatorio Guine, Ruslan Obiang Nsue, mwana wa Rais Teodoro Obiang Gwema, alihukumiwa kifungo cha miaka sita kwa kuuza ndege ya taifa kwa njia haramu. Serikali ilithibitisha kuwa ndege ya taifa aina ya ATR 72 iliuzwa bila ya idhini ya kiserikali na fedha zikapotea. Inaweza ikakushangaza, hii inawezekanaje mtu kuweza kuuza ndege ya taifa kwa maslahi binafsi? Lakini kesi hii ni moja kati ya kesi iliyokuwepo katika msururu ama orodha ya kesi zilizokuwa zikimkabiri Rais Nguema katika familia yake akiweza kuhusishwa na matumizi mabaya ya rasilimali za umma kwa maslahi binafsi ya kifamilia. Hata hivyo, kesi za aina hii zote zimekuwa ni sehemu ya mambo ambayo yamekuwa yakisikika kwa wingi sana katika bara la Afrika. Je, una maoni gani juu ya hili?